Ni, usiende popote, nataka nikupeleke nyumbani, hujui njia. Uh, sasa kama unataka kunipeleke nyumbani paka unishike mkono. Wacha ina maana umeshanisahau kabisa mpaka ukumbuki chochote. Wasimu dopu. Eh, ndio sikumbuki chochote sasa. Ma, na haimaanishi kwamba kwa sababu nimesahau ndo unishike mkono. Kuijinja, yeah, ha, basi, kama unajua nyumbani nenda mwenyewe. Ah, kwa hiyo unaanza kunisusia? Asasi, unatakiwa uende nyumbani kwenu. Binti ya kaanza kumaini, yani kumbukumbu kumbu hana. Lakini ni mbishi kweli kweli. Basi mimi sio ondoki. Nitaendelea kukaa hapa mpaka nihakikishe kombo umefika nyumbani. Kwa hiyo nyumbani kwetu ni wapi? Unakatisha hapo katikati kwenye hilo soko, utapandisha upande wa juu. Ai, basi haya. Mimi naenda eh, wewe tutaonana wakati mwingine.

Yaani umeshasahau ki, kila kitu. Wajani chiwa. Kwamba eti wewe ulikuwa unioe. Wewe nitakupiga ngumi wewe. Mbona unaanza kuongea vitu vya ajabu ajabu? Yani wewe wewe tangu uliponiona siku ya kwanza ulinipenda. Wao mlaa kwa nje, kwa chanzo si ya tabia. Uhusiano wetu ni wa karibu sana, hautofauti yani na watu walioana. Tupaji ya hapa, wao tena ule hon. Hai basi, kama nikidanganya nipigwe na radi. Angalia sasa. Mungu ananitazama na nilinda. Sasa tuone kama utaongea vitu vingine tena. Mimi naongea tena ujinga tena. Kwamba ukisema eti ulisema nimekupenda. Mbona wewe hata sio handsome? Mimi sio handsome. Kwani wewe ujui?

mdogo. Na sasa hivi umepoteza kumbukumbu ee, naanza kujisikia vibaya sana. Acha kuniita ita linlin wewe mimi na, una lin lin lin mimi unaniita, lazima nitakuwa na jina la maana, sio linlin Ma. mimi aa, kwa kwa mimi na no gani? Hapo kabla. kwa kwa hiyo hiyo ulikuwa nataka nikuiteje hapo na wewe makubaliano gani kabla? Basi basi yaliyopita yapite, siku nyingine nimefurahi. Nafikiri siku nyingine kama ukinifikisha kwetu mimi nitakupa zawadi. Na fi, na vile vile pia nataka uwe mfanyikazi wangu. Utakuwa miongoni mwa wafanyikazi wangu, unanifanyia shughuli zangu. Nitafurahi sana. Eh, mtoto wa kike amekuwa kama vile sio yule. Anasema hata hivyo anasikia njaa. Hebu twende kwanza tukale. Haya, karibuni. Kila kitu tayari kiko mezani. Ni kama Aya, unafanya nini wewe? Eh, si nakula. Yeah. Wewe ni mfanyikazi sasa unakula, unakula nini? Nani amekuruhusu kula? Eh, mimi ndo natakiwa nile hapa. Eh, kijana akashangaa sana. Kwa hiyo umeshasahau kila kitu kabisa eh? Ni kuanzia leo unaweka mashati. Utakuwa unakula makombo tu. We, we, subiri. Na alafu utakunywa supu tu uruhusiwi kula hata nyama. Eh, yani ninyo supu tu haya. ah, basi hiyo itanisaidia pia kupunguza njaa. Binti anamtazama tu. ah, yani, alisema kwamba unatakiwa kunywa supu nyingi kiasi hicho. Tutakaporudi nyumbani kwetu nataka utaendelea kualau, utakuwa unanipikia. Jamaa kashanga oh. Eh, inabidi ujifunze kupika, lazima u unanipikia Jamaa, mbona kama e, kama bahati zangu zinaendelea kubadilika kidogo kidogo, kama network zikaanza kurudi hivi eh, eh, eh? tena tena anashtuka. E, shida ni ni ni nini lili? E, nafikiri kuna mtu nime ja, <laughs> shi ni mtu nimemkumbuka. Nani huyo huyo huyo? inaonekana atakuwa atakuwa ni mtu niliyempenda sana huyo, atakuwa ni mimi lazima liline aise, ni mrefu alafu macho yake ni makubwa eh, kweli kweli. Tena basi alafu ana uwezo wa kupigana Nafikiri atakuwa ni yeye eh? Natamani anikupatie. Nimefurahi sana mbona, anabadilika badilika, kila akivuta picha picha linakata. E, nimemkumbuka, nimemkumbuka, nimemkumbuka. E, anaitwa Loshio Jia. Sasa brada Lu, leo kakumbukwa

Ninaimani kwamba hata wewe utafika mbali ukiendelea kuwa hapa. Hata usijai kuna design nyingine ikiwa basi utapenda, labda unaweza ukachagua. Katika familia zao za kitajiri, ulikuwa unaweza kupatiwa aina ya mavazi, ambapo basi unaweza ukachagua unachopenda ukatengenezewa na wenyewe. Pia walikuwa na vitabu vya catalog, unatazama, unachagua ukiona umependa basi unapewa au unashonewa. Akasema nimechagua hii. Akaambiwa hiyo haifai, huwezi kuitumia, ni aina ya design ambayo hata haitakiwi mtu yoyote aione. Mimi ni mgeni, utaendelea kunishauri kwa kadri siku zinavyoendelea kwenda katika kipindi kama hichi nisije nikavunja utaratibu wa hapa. Basi usijali e, wala usijali, wala si jambo la e, kubwa sana, lakini hiyo ni aina ya vazi ambalo limevaliwa na mke katika familia hii, mke aliyekwisha tangulia. Kwa hiyo hairuhusiwi mtu mwingine yoyote kushonewa, na unisamee pia, nimesema sana. A, hapana, hamna shida. Wewe unafanya nini? Wewe hapa si ndo nyumbani kwenu? Mimi nataka kwenda nyumbani. Kila mtu anatoka nje, lala. Unajiona nani kwa mfano? Chua. Chua. Mbona unazidi kwa mkorofi? Aha, nimeshajua.

akasema ni huyo Lin. Huyo Lin. Ikawaje? Yani, kwa nini nini kilitokea? Yaani kwa kweli sasa hivi hawezi kukumbuka chochote. Tuliiba huyo Lin. Baada ya hapo, sio nini kilitokea? Ikawa tu ametokea kupoteza kumbukumbu. Sasa tulijua kwamba tutamuua Fu Hongxue kwa huyo Lin, tutamuua. Lakini ikatokea kwa bahati mbaya hiyo Hoolin ikamfanya eh, Lin Lin akawa amejitoboa kidogo. Sasa hakuna dawa ya Hoolin. Angalia kitu ambacho umekifanya. Wanasemaga kwamba sumu ya Hoolin itaondoka yenyewe. Sasa hebu niambie. Ni nani alikuja na hili wazo? Ni mimi. Aha, sasa sikiliza. Ndio maana mimi nilikuwa napinga wewe kutoka na dada yangu. Unanisikia lakini wewe. Wewe unaonekana kabisa msumbufu, ujawahi kutulia wewe. Umempeleka katika mambo yote, nilijua kwamba ili jambo litafanikiwa. Ninajua anajua kupigana, lakini hii ya kutaka kujikinga wala nini. Wewe hauruhusiwi kumpiga. Unampiga kama nani? Huyu ni wangu mimi. I say,

Sasa binti anataka kumfata Lushoshoja, ambaye ni brother Lu. Nafikiri utamkumbuka mara ya mwisho tulimwona e, wakati ule alipoondoka baada ya kupambana na mchizi, wakapigana sana wakimgombania binti. Haya, anasema sasa mimi nitaenda kumtafuta e, mpaka nimpate. Huyo ndo mwanaume wangu, mimi nampenda, afu nitakuwa nimemiss sana Basi bro, baada ya kuona ile hali akawa amedata kabisa, kwa sababu anaamini kwamba mdogo wake hayuko katika hali ya kawaida. Alipitia makabrasha ya kila aina ili kusudi tu aweze kumpatia ndugu yake dawa Ayu. Ehe, akaita watu wake, hebu e, sikiliza <gulitri> naenda tafuta imiti shamba dukani tutengeneze dawa. Alipata ka idea ambako pengine kanaweza kusaidia. Wakati huo wa pia, misma naye anajitafuta kwa kila njia. Kumbuka, yupo katika makazi ambapo amehifadhiwa tu. Akaanza kuita Brother Dean, umelala? Brother Dean, Brother Dean, umelala? Amejaribu kweli kuita, lakini haikufanikiwa kumwona brother Dean kaingia pale katikati katika, katika ile makazi ni eneo la kifahari sana. Nimeangalia katika sehemu ya kitabu chetu cha dawa. Huyu ndo mtoto wa saba kwenye hii familia, ndio mtoto mdogo wangu wa mwisho. Angalia kitu kilichomfanya. Kalilini kamelala hapo hata akajitambui maskini. Mtu mmoja jana amenitafuta anasema anataka YouTube channel. E, na jana tukafanya biashara. Sasa hivi tayari ana channel yake ya YouTube. Anafurahi kweli. Kila mara lazima anitumie screenshot. Ananionyesha anavyopata views wengi. Nikamwambia ndio hivyo ndio mambo mazuri hayo. Basi karibu na wewe ikiwa unahitaji YouTube channel. YouTube channel ziko nyingi, ziko nyingi ambazo tayari tumeshaziandaa kwa ajili ya mtu ambaye anataka angalau kuingiza kipato chake mwisho wa mwezi. Naomba unisamee sana, nitafanya kwa juhudi zangu zote kazi, nihakikishe kwamba utakuwa salama. Binti akashtuka usingizi. Eh, umeamka he? Hapa ni wapi? Si hapa ni kwenu jamani. Na wewe ni nani? Mimi ni, ni, ni, ni Ikai, Ikai, umenisahau? Ebu, toka hapa. U, usha... Eh? Eh? Kwamba umenisahau kabisa? Unaitwa, amebadilisha <messu> wewe, wewe, <messu> <nani amenileta hapa> <messu> nguo? Wewe mjinga umenichungulia. Hapana, sijakuchungulia. Nitakupiga nikuue wewe. Maskini <messu> kaka watu wakateseka kweli. Kila anachofanya hakieleweki. Yani hakubaliwi, haeleweki. Haya huku, misimaa bado namtafuta brother den. Kidogo akaona pana mahala, kuna mlango umeachwa wazi, na mule ndani kuna vitu vingi ambavyo vinaonekana ni vitu special. Sasa kuna kitabu fulani kinaitwa Life and Death Scripture, ni kitabu ambacho inasemekana ukikisoma hicho ni kama ule mti wa katikati, lile tunda ambalo aliambiwaga Adamu na Eva wasile. Una, unaweza ukajua siri ya kifo na uhai. Mm, sasa angalia, akapata kuna picha nzuri sana. jega josi ttakd wnci. Basi huyu ndo alikuwaga mwenye picha kwenye picha ndo alikuwaga mke wake na brother Ding. Anaitwa Nan Gong Huan yeye alijua kwamba ni maandiko ya death and life scripture. Akamwambia Falini, kwa nini uko humu ndani? Brother Ding, nilikuwa nakutafuta, nimekuita sana. Hasa, nikaona mlango uko wazi nikajua labda uko huko ndani. Akasema hakuna. Wala hakuna kitu cha ajabu hapa. Nilikuwa nakutafuta, nataka nikupatie hii. Mtoto wa kike mja mzito lakini anajua kutega wanaume kwelikweli. Anasema hii nimeitengeneza mimi mwenyewe. Ni kisachet kipochi kidogo. Najua pengine labda siwezi kukaribia uwezo aliokuwa nao mke wako kutengeneza vitu kama hivi. Akasema ni sawa tu. Unajua mke wangu hata hivyo hayupo tena, tusimuongelee sana. Basi akasema asante. Akamwambia lakini usinishukuru. Mimi ndio natakiwa nishukuru kwa sababu umenisaidia. Nimeona nikufanyie hiki kitu kidogo tu kwa kwa ajili yako. Asema baada ya yote kutokea nimeshasahau mambo mengi aliyokwisha pita.

Usijali, nitaendelea kumpa kampani kwa kadiri niwezavyo. Mwamba akimcheki hivi, kuna jicho fulani anamwangalia jicho la da, sijui ni kuna nani. Wewe unajua tena kuna jicho la hivyo eh? E, linaitwa jicho la ng'ombe hilo. Inaonekana kizawadi kile kakipenda, kile toto akike. Najua kutega bwana. Sasa kijana wetu bado ananyanyasika Kakutana na chizi. Eh, hii ndo inaitwa chizi kalogwa tena. Haya sasa angalia kumbukumbu ah, ni zile ambazo basi zimemfanya akaenjoy maisha yao ya mapenzi kwa muda mrefu, walikula good time kwa muda mrefu sana. Sasa kuna muda binti ya yani ya naanza tu kuwa msukumo. Wewe vipi eh? kuna kitu umekumbuka eh? hebu niambie, naimba vizuri okay, okay, okay. Mm, sijui jinsi gani tunaweza kukupatia tiba. Lakini unajua ngoja nikwambie, wewe ni mtu mwenye wivu. Sasa na wazo moja. Sasa ni mtu mmoja ambaye uh, kwanza ni mchangamfu. Alafu unampenda sana. Jamaa alijitahidi kuongea kila kitu ambacho anaamini kitamtengenezea kumbukumbu nzuri binti huyo. Na kitatengeneza yeye maisha yake yasiwe yanaendelea kuwa hivyo. Aa, kidogo akamuuliza wewe, tatizo lako, una matatizo gani? Akamuuliza tena, mimi tena ndo mwenye matatizo? Yani inakuwa kama binti, si unajua tena, network zimekata. Kwa hiyo mara kwa mara inakuwa kama vile anaongea vitu vya ajabu, lakini vile vile pia anapenda kuna vikelele kelele na vipenda, kwa mfano vile vikelele vya urembo unaowekwa kwenye rasta, vikianza kugongana vile viplastiki, yeye ndo ana enjoy <laughs> Sasa wewe kama upendi mambo hayo au kelele, basi lazima utamindi tu, yani kwamba, mbona ananipigia kelele Kumbukumbu hizi kumbu zote zinazunguka katika kichwa cha Ye Kai. Anakumbuka vitu vingi sana ambavyo waliwahi kuvipitia wao wawili. Ni ukweli kwamba binti huyu ametoka katika familia ya Kishua, familia ya kitajiri, maisha fulani hivi amazing au vipi. Na wamepita katika tabu nyingi. La ukweli ni kwamba mtoto wa kike ndo alitokea kumzimia zaidi jamaa. Na unaweza kuona kila kitu ambacho walikuwa wakipitia pamoja katika safari yao. Ilikuwa ni furaha tupu. Lakini sasa wamefikia kipindi ambacho yani ni kama vile wanasafa. We, wanasafa. Ni kwamba ile furaha sasa kama imeingilia. <coughs> Haya, nakukumbusha kwamba ukinunua YouTube channel mtazamaji kiasi cha pesa ambacho unaweza kuingiza kwa mwezi ni mpaka milioni tatu mpaka milioni nne kama fedha ya Tanzania. Sijui kwa nchi zingine inakuwaje na naweza kuwashauri wale ambao mko katika nchi za ghafu, kwa mfano nyinyi mnaokaa huko Oman, Saudi Arabia Nafkiri waga mnatuma pesa kwenu na nini sasa, kuliko upate mshahara wote unautuma nyumbani, pesa unaishiwa. Ukinunua YouTube channel kwangu kwa bei nafuu, unaweza ukaingiza mpaka milioni nne kwa mwezi au milioni tatu kwa mwezi, itategemea na ni nini utakachokuwa unaamua kuposti. Ila mimi nitakusaidia ni kupromoti wewe, maana yake nitakufanyia promo kupitia channel yangu hapa, na kama unavyoona tuna watazamaji wengi sana zaidi ya laki moja na nusu, sasa kwa hiyo hao wote wataenda kwenye chaneli yako kwa ajili e, ya kuangalia una nini. Mimi nitakupromoti bure kabisa. Wewe unachohitaji ni kununua tu e, YouTube channel, weka mtaji wako ununua channel ya YouTube, alafu kuanzia hapo ukianza kuposti vitu vyako, chaneli zetu tumezitengenezea mazingira, utakuwa unalipwa na YouTube kila mwezi, utaingiza kipato chako. Sasa, kuliko ukae kinyonge, angalau ungekuwa unatuma pesa nyumbani ya maana. Ukichanganya ile milioni tatu na mshahara unaoupata, unaweza ukajikuta hata nyumbani kwenu unatuma hata milioni tano. Lakini sio hivyo tuko Watanzania wengine pia ambao mko nyumbani, tumieni hii nafasi, una uwezo wa kupata hata zaidi ya hiyo. Watanzania wengi wenye YouTube ambazo zinaingiza fedha wanalielewa hilo. Kama mimi naweza kuwa napata hata zaidi ya hiyo, kwa nini wewe ushindwe? Kasa... karibu sana nunua YouTube channel kwangu. Mara kwa mara nimekuwa nikiweka namba yangu ya simu kwenye skrini Itumie hata leo, nitumie tu ujumbe ni text, niambie bwana, mimi naitwa fulani nahitaji YouTube channel tunafanyaje? Basi nitakutengenezea mazingira, nitakupa namba ya kulipia. Utakaponitumia pesa yangu, basi na mimi nitakufanyia mambo chapu kabisa. Binti anasema leo nataka kukaa hapa nile, ni enjoy. Aya, wewe nenda kaandae kichakula kingine. Nyinyi msiende popote sasa. ah, sikiliza hii ni barua yako Haya basi, leo ni siku nyingine na bila shaka umeweza kuenjoy kuitazama Legend of Chi. Bila shaka naamini kwamba unakumbuka maelekezo ya mara kwa mara ambayo nakupatia. Zingatia kwamba mtazamaji, unapotazama kama haujawahi kusubscribe, hebu subscribe kabisa. Lakini vile vile nakukumbusha ya kwamba basi ni vyema ikiwa umekuwa nasi wakati wote tukiendelea kutazama hapa, hebu hakikisha kwamba basi unaandika comment na una like na kushare hii ni muhimu sana, wafahamishe na wengine wote ambao pia wanatazama au basi utakao watumia kama utashea kwenye magrupu yako, hiyo itakuwa nzuri zaidi. Waambie DJ wetu wanapenda watu ambao wakitazama wana shea kwa watu wengine. Mimi nita enjoy nikiona unafanya hivyo, karibu sana. Unaweza kujiunga pia na membership kwa wale wote ambao niko nao wakati wote katika channeli yetu, mimi najua nyinyi kuna wale wa, wa, watazamaji wetu au ma, mashabiki zetu ambao ni wa miaka mingi kabisa, msiache ku, yani msiridhie, e, msi kubaki kuwa subscribers tu peke yake. <coughs> Sasa hivi nyinyi tunatamani muwe sasa members, kwa sababu nyinyi ni watu special. Lakini kiwa unataka kumpongeza DJ wako unataka kumtunza, unataka kutuma chochote, unaweza kutumia njia ya Super Gift hapa hapa YouTube. Ukatunza kama una dola yako tano, una dola yako kumi, ukatunza. Mambo mazuri yanakuwa namna hiyo. Basi asante, tukutane kwenye episodi inayofuata, itakuwa episode ya 67.